Kutoka kule Trans Nzoia tuelekee uh, Kakamega ambapo ajuza mwenye umri wa miaka sabini na mitano kutoka kijiji cha Itumbu, wadi ya Chekalini, eneo bunge la Lugari ameiaga dunia baada ya kudhulumiwa na watu wanaoripotiwa kumwagia mafuta ya petroli akiwa uh, ndani ya nyumba yake kabla ya kuiteketeza nyumba hiyo usiku wa kuamkia Jumamosi ya leo. Amonya Hotieno anasimulia kisa hiki cha kusikitisha kulingana una... na majirani waliamushwa na kilio cha ajuza Prisila Tito mwendo wa saa saba usiku akiitisha usaidizi. Na walimpata ajuza huyo anayeishi peke yake akiwa ameketi nje akiwa na majeraha ya moto mwili mzima, huku nyumba yake ikiwa imewashwa moto mwendo wa saa saba usiku. Kwa hivyo, kwa hiyo harakati, sisi tukakimbia mbio kama majirani, tukaitana majirani wote kufika, tukapata mchere Prisila alikuwa ameungua sana, mpaka ametoa nguo, mwili wote umeungua. Tukajaribu kutafuta wafadhili watusaidie, lakini kwa muda mrefu hatukupata yule akuja kutuokoa. Afika saa kumi na moja ndiposa watu wa hope wakakuja na ambulance wakabeba mshere wakaenda naye. Kila kitu kimeungua kwa nyumba, mahindi ilikuwa ndani, vitu zake zote, nguo zake, hakuna chochote ambacho kimebaki katika hiyo nyumba. Hata saa hii bado hiyo nyumba inawaka ule moto. Anaishi peke yake, ana mtoto kwa hiyo nyumba. Hatujui nini yenye mshela alifanya. Wanasema licha ya kuchomeka zaidi ya asilimia themanini ya mwili wake, ajuza huyu alisimulia aliyokumbana nayo mikononi mwa watu hao wasiojulikana, waliombaka kwa zamu. Bada mshela amekaa tu kwa mlango yake. Ameungua mwili ani, wamemwagia ananuka diesel, wamemwagia mwili mzima, inanuka like diesel like petrol. Mwili na ameungua, amekuwa nyeupe, ndio tukabeba tukeka hapo. Lakini mshere ni mwili ameungua, lakini kuongea anaongea vizuri, anaeleza kichenya kilimfanyikia mwenye alisema walikuja tuna, wakammulika taa kwa uso, walimulika taa kwa uso, wakamdhulumu kiunyama. I mean, kumrebu hasa nini, wakati nyana nini, anataka kujaribu kujiokoa, ndo kumwagia hasa hiyo mafuta na kumuashia kwa nyumba. Ajuza huyo aliaga dunia baada ya Jumamosi hii mchana alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kakamega, huku wakazi wa Itumbu wakilalamikia kudorora kwa usalama eneo hili. Hata penye nimetoka ni siku ine kama wamepomwanga nyumba, wamepepa kuku. Tukilala hatulali. Hata mimi nimetoka hapa kufika nyumbani kwangu napata wamepepa mahindi kwa nyumba. Usalama umekuwa chini na tunaomba serikali eh, askari wa huku wafanye kazi kwa maana kama moto unaweza waka kuanzia saa saba hadi wakati huu, maaskari haonekani. Mwangalie Itumbu, security iko chini. Hata kama, mambo kama haya kuanzia saa nane mshere wamemtoa hapa kitu saa kumi na serikali wanapigia serikali, serikali wanasema kama ni huko hapana. Ingekuwa amekuja mapema mshere, hata wangekuwa amemwokoa Joseph. amnyotieno Westv, Lugari, caunti ya Kakamega.